Kuna watu hawakupigi kelele, hawakutukani, hawapigi vita waziwazi. Lakini ndani yao, wanakuona kama tishio, wanakuona kama kumbusho cha udhaifu wao. Na chuki yao haionekani kwa maneno, inaonekana kwa tabia. Sikiliza vizuri, kwa sababu mara nyingi, adui hatoki mbali. Anakaa karibu, anacheka na wewe, anakusalimia. Lakini roho yake haikushangilii. Na sasa hapa kuna saikolojia sita zitakazokusaidia kumtambua mtu anayekuchukia kimya kimya bila makosa. Kabla tujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom ili tuendelee kujifunza zaidi. Moja, anakunyima furaha yako kimya kimya. Kila unapopata hatua nzuri, kazi wazo, mafanikio madogo, anasema ni kawaida tu, bahati, hilo nalo si jambo kubwa. Saikolojia hapa ni hii: mtu anayekupenda hufurahia nuru yako, mtu anayekuchukia hujaribu kuipunguza. Hana shida na wewe, ana shida na kile unachomwakilisha. Mbili, hukusaidia kamwe, lakini hufurahia ukiteleza. Hata akiona unapambana hatotoa mkono, hatokushauri, hatokukuinua. Lakini ukikosea, ukifeli, ukidondoka, atasikiliza kwa makini sana, atatabasamu kimya kimya, atasema nilijua. Hii ni saikolojia ya mtu anayepata faraja katika kuanguka kwako, kwa sababu inamfanya ajisikie salama. Tatu, anakufananisha na wengine kila mara. Yule ana akili kuliko wewe yule amefanikiwa zaidi, yule angefanya vizuri zaidi. Hii si ushauri, hii ni shambulio la kisaikolojia. Anajaribu kukuondoa kwenye mstari wako, akuvunje kujiamini, akufanye uanze kujilinganisha. Mtu anayekuchukia hawezi kustahimili kuona unaenda kwa kasi yako mwenyewe. Nne, anajifanya mzuri sana mbele ya watu, lakini baridi akiwa na wewe mbele ya watu anakucheka, anakutaja, anajifanya anakujali, lakini mkibaki wawili, mazungumzo yanakuwa mafupi, machoni hakuna joto, msaada hakuna. Hii ni saikolojia ya mtu anayejenga sura, siyo uhusiano. Anataka ionekane hana chuki, lakini hawezi kuificha kabisa. Tano, anakusikiliza sana, lakini hakushangilii kamwe anajua mipango yako, anajua ndoto zako, anajua hofu zako, lakini hajawahi kusema ninaamini na wewe, utafika mbali, usikate tamaa. Kwa nini? Kwa sababu saikolojia ya chuki haiwezi kutoa nishati chanya. Anaogopa ukitimiza kile unachosema. sita. Anakujali sana unaposhuka, lakini hupotea unapopanda. Ukiumia yupo ukivunjika yupo, ukilia yupo. Lakini ukianza kuimarika, ukianza kujitambua, ukianza kufanikiwa, anapotea, anakuwa kimya, au anaanza kukukosoa. Kwa sababu ukweli ni huu: watu wengine wanakupenda ukiwa dhaifu, lakini wanakuchukia ukiwa imara. Na sasa sehemu muhimu zaidi: usikabiliane, usitafute uthibitisho. Usibishane. Chuki ya kimya haishindwi kwa maneno, inashindwa kwa umbali na maendeleo. Endelea kukua, endelea kubadilika, endelea kuwa bora kwa sababu hakuna kitu kinachoumiza zaidi kwa mtu anayekuchukia kimya kimya kuliko kukuona unaishi vizuri bila yeye.